Kwenye hii njia nani? Mmeingia kwenye utawala. Nisikilizeni kwa umakini, na ili mtoke hapa salama, lazima mwache kila kitu mlichokuwepo nacho hapa. Kuanzia sasa zitakuwa mali zetu. Wanyosha mikono wa mikono tu, chapu basi

Ajamaa apiga bapa vibaya vipowana wamekuumiza yaani? huku hmm, mgongoni, wamenipiga vibaya mno. Vipi wewe, simu yote wamebeba? Ndiyo maana mimi nilikuwa sitaki kupita hii njia hii. Mimi moyo uko na kataa kabisa kupita hii njia Hebu shika hii simu. Nataka uisome hiyo SMS kwa sauti. Alafu niambie huyo ni nani yako? Mama yangu spangi kiasi hicho. Itakuwa nimekosea tu kutuma SMS ikaje kwangu. Alafu huyu hapa ni muuza mboga na mimi sina mahusiano naye. Isitoshi siwezi kufanya uchafu kama huyo mama yangu. Unaona ulivyo na dharau. Hicho kichwa chako kinatumia akili. Nimekwambia usome SMS. Unaniingizia stori za Muzambo gambo gapo. Njoo hapa shuka. Shuka unielekeze vizuri. Yes, SMS ni nani? Ni Muzambo gapo. Gambo gapo. Sema huyu ni nani? Last time nitakuwa. Yaani nitakuburuza huko ndani. Niamini mume wangu ni Muzambo gapo.

uzikapiga umwanamke ukamua, na kumbuka ukimuua, kuna sheria Jira Nilisha kuingia kwako kukusuluhisha kesi ya mahusiano. Naingia kwa sababu ya usalama wako wewe, hapa ni mtoto wa kike huyu hapa. Aa, ni nani aliyekuruhusu kuingia mundani? Alafu bado nakuuliza unanipandishia kibesi nazaraa. Sasa nikuambie jirani, huyu hapa ni mwanamke, waweza ukampiga, ukamuumiza au ukamuua kabisa. Kumbuka kuna sheria kama unavyojua nchi si ya babako, huyu hapa kama vipi? Kaeni mjadili, muone mnamalizaje. Mna siku nyingine, ukirudia kufanya hiki ulichokifanya itakugharimu, sawa? Ina noma lakini, mimi ndo nakupanga hivyo, usirudie tena. Mwanamke apigi mwanamke, analambo kisigino. Toka, nenda kamlambe hapo. Hai na noma, majirani baridi. Nisikilize we mwanamke, ili alijaisha na lazima liishe, na ukweli, ukweli lazima utauongea. Jomba, hapa dawa tumeishiwa. Kwao tumwagize hapa chabia, aenda kadake mzigo chapa, tukute maskani. Mpe robo buku mbili, akadake maelekezo

Njomba nyewe, mnaonaje? Mwa msela afiki tuwaka, tunapoteza muda, mali ziko hapa tu, tugawane tu chapu chapu, tujikatae. Au nyewe mnasemaje? Kama vipi, mali ziwekwe chini hapo, tuchukue mali tupite hivi. Hmm. Mali ya kwenda kabisa hii hapa, nini ai hamsini uongo, hii ni sate tu wajomba. We nasemaje? Tizi familia hii hapa hii nini, ukiingia kwa MD hapa nini hmm, unazingatia kabisa, elfu hamsini babu, hii hapa nini. Ana kipengele oya, kubeja mwanangu, hii mali tumeitolea jasho ujue. Oa, kama bibi we nenda katuetela kisu, unaona mimi nitawazingua. Shika mzigo hapa, afu tugawane hii mali nyingine iliyobaki jua una hasira sana ila nipe nafasi hata kidogo. Nahitaji kuzungumza na wewe unajua, Maya, kwenye harakati za maisha, ili upatie ni lazima ukosee, na unapokosea ndipo unapojifunza kuparekebisha pale ulipokuwa umekosea. maidia can you help me another chance. Nahitaji nikufute machozi uliowahi kuyamwaga kwa ajili yangu pindi sijaitambua thamani yako na nahitaji nikuoe uwe mke wangu, tuanze ukurasa mpya. Na kupenda sana, Maya. Hey! wakazo vipi tena, we familia hapo. Hivi nini, tumevamiwa vipi? Tena huu malaya hapa, shida nini? Huu mchumba vipi? Wa vipi tena huu malaya huku, we mwanamke Umepata nini? Wakazofanya kweli wasipi, au natafuta kubakwa? gelijua uja mwisho wa safari, ache iwe bwana. Si kwa kusimama na mimi leo na kunipotezea muda kwa kuongea ngonjera zako zisizokuwa na kichwa wala miguu. Na ukitoka hapa, nenda ukaandike kwenye diary historia ya mimi na wewe ishafika mwisho, haiwezi kujirudia tena. Utajidanganya, shetani mpenda ngono wewe. maya maya maya Nisikilizeni, nataka vitu vyote mlivyoviiba kutoka kwetu virudi, kisipungue chochote na kisiharibike chochote. Hapo ndipo mtaendelea kuishi. Hamuwezi mkakimbia kifo. Nawapa muda mchache, ninapotoa mguu wangu hapa, hivyo vitu vinifuate. Mnajua ni wapi pa kutukuta. Na wewe hivyo vitu virudi, kisipungua chochote na kisipotee chochote. Na ukithubutu kusema hichi ulichokiona hapa, utakufa. Nilitoka kidogo kujisaidia. Sasa unaondokaje bila kunitaarifu? na wakati unajua kabisa tumetoka kwenye matatizo alafu unatoweka ghafla. Usijali basi, nisharudi. unafanya vitu ambavyo sivyo. twende basi <coughs> bado bapa zinauma. nimekutafuta mno yani, nakuangaza nakuangaza, eti mtu ametoweka na yeye ghafla. Ah, pole mwenyewe, unajua kabisa Plaza. Plaza. Vitu vyenu hivyoena mivirudisha, naomba mnisamee, sitorudia madamu. Vitu vyenu viko sawa kabisa, naomba mnisamee, naahidi sitorudia. Una mshanganini? Vitu ndo hivi vimesha rudi, twende pizi. Blaza na kuomba hebu, akikelako jua sishangai vitu kurudi, ila nashangaa kuona ni nani katusaidia, maana sio kawaida kibaka kukuibia apu akakurudishia vitu. Ona swala la kutaka kujua ni nani aliyetusaidia mpaka vitu vikarudi, achana nalo. Kikubwa vitu vimerudi, tuende zetu. naomba namba ya simu yangu Fata nini? Nakuuliza wewe umepata nini asubuhi kwenye ni miji ya watu? Maya, nahitaji kuzungumza na wewe. Mm -hmm. Kuzungumza ninavyojua mimi, kila kiumbe kinajua kuhisi, kusikia na kuona pia. Sasa wewe ni kiumbe gani ambaye hujui vitu hivyo? Au kale sikio la kufa halisikii dawa. Maya, unajua unapojisifu msifu na mbio na naye kukimbiza pia. Sioni sababu ya wewe kuendelea kukimbia kivuli chako na hapo ulipo kwa sasa una alama ambayo haiwezi kafutika kirahisi kama unavyofikiria by the way mimi hapa sijaje kwa ubaya nimekuja nahitaji suluhu maridhiano ili kusudi tukae chini tuyazungumze pia tumlee mwanetu kwa pamoja unasemaje wewe ebu rudia kukitamka ulichokitamka kutoka kwenye mdomo wako uliokaa kama kinyawao unazungumzia mtoto gani tuyozaa mimi na wewe kumbe wewe pungwani eh sawa mimi ni pungwani ila kaa ukijua, hata saa mbovu kuna wakati inasema uongo, ila kuna sometime inasema ule ukweli. Nipe nafasi mama, tuyazungumze, mbona anazungumzika. Haya, oh, naona umetumia chachu iliyechochuka kuuchafua moyo wangu. Aya, toka! Nasema toka kwetu, toka kwetu! <laughs> <laughs>